Bismillahir rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, waraka huu ambao nitahusoma umetayarishwa na kamati ya madaktari ndani ya beitha na ndani ya umoja wa taasisi za Hijja UTAHIZA, kwa kuzingatia matakwa aliotuletea wa pamoja na hali za mahujaji wetu katika kipindi chote cha safari ya hija. Kwa hivyo kamati hii ya madaktari imewafik, mahujaji wenye maradhi yafuatao hawataruhusiwa kuingia nchini Saudia kwa mnasaba wa kufanya ibada ya hija. Maradhi wenye maradhi ya, ya mafigo ambao wanafanyiwa usafishaji, wanaoenda kwenye dialysis maradhi ya moyo anamzuilia mtu kufanya shughuli zake za kawaida, ugonjwa wa mapafu unaohitaji matumizi ya oksijen, maradhi ya ini, maradhi ya ini kwenye steji ya mwisho. Kwa hivyo hii inaitwa liver cirrhosis, ambayo huyu mgonjwa tayari uh, mwili wake umeanza kubadilika rangi, unaanza kuwa rangi manjano manjano, maradhi ya uti wa mgongo yanayomzulia mtu kufanya shughuli zake za kawaida. Maradhi ya mishipa ya fahamu yanayopelekea ulemavu wa viungo. Uzee. Uzee tulidiskasi sana na tukasema uzee ni relative, yani uzee hatuwezi kuweka umri. Inawezekana mtu mwenye miaka sabini akawa mzee zaidi kuliko mtu mwenye miaka tisini. Sote tunajua hivyo. Kwa hivyo ndo maana huu uzee ukaachwa uzee Alafu tena madaktari wa kila taasisi, wakati hujaji enda kujiandikisha, watamwangalia na kusema kuwa kweli huyu ni mzee. hawatu waangalia umri, wataangalia kuna vigezo fulani watakuwa navyo, hivyo ndivyo vitakavyowaongoza kusema huyu ni mzee. Halafu shida za akili, tumekuwa tukipata shida sana tunaposafiri na mahujaji ambao wanatumia hizi dawa za akili, kwa sababu kwa wenzetu Saudia, dawa hizi ni dawa za kilevi. Kwa hivyo, daktari pia haruhusiwi kuzibeba dawa hizi, mgonjwa mwenyewe haruhusiwi kuzibeba dawa hizi. Yaani mtu akibeba hizo, inawezekana, Mungu atunusuru, ukuli wakamshtaki kwa kosa la kuingiza dawa za kulevya. Kwa hivyo, ili kumzuilia yeye na sisi tusije tukapata shida, wasaudi wenyewe wameleta hii maelekezo kuwa watu hawa wasichukuliwe hija ujauzito kama shahidi. Kama livosema mwanzo, katusaidia sana hadi Madina kuwa shahidi hapa, kazimda sana kuwa hija imeambatana na vitendo. Kwa hivyo madaktari kamate madaktari, baada ya kukaa, ikahisi kweli kuna shida, wakati wa hizi vitendo vinapotokezea, mtu mwenye ujauzito anawezekana akapata shida, na hii ni katika maelekezo yaliyokuja kutoka Saudia. Si kuwa kamati ya madaktari tumiekakubali, lakini wao wameangalia kwa mfano hija za nyuma, watu wangapi wamejifungua kule. Sasa huyu mtu kenda kwenye hija au kenda kujifungua? Au wangapi wamepata shida za ujauzito wakabidi walazwe, labda mimba inataka kutoka na mambo kama hayo. Kwa hivyo kamati imehisi kuwa mtu mwenye ujauzito inshallah, subiri ajifungue, alafu aombe kwenda hija mwaka unaofuata maradhi ya miguu yanayopelekea kumzuilia mtu kutembea kwa masafa marefu. Kwa hivyo hapo pia kamati ilizungumza sana, ikajiuliza masafa marefu ndio yapi? Kilomita moja, kilomita mbili, kilomita tatu? Mwisho kamati ikasema kila hujaji kabla ya safari au yanao uwezo wa kutoka Mnazi Mmoja mpaka uwanja wa ndege airport. Kiweza hiyo basi hata kama anaumwa na miguu hata kama anaumwa mtu wa mgongo, manake huyu kiasi yes, fulani yuko tayari kwa safari ya Hijja. Wagonjwa waliopo kwenye matibabu ya saratani, bahati mbaya maradhi ya saratani, hasa wakati unatumia dawa na pengine mpaka mwaka mmoja baada ya kutumia dawa, inawezekana immunity yako ikashuka. Kwa hivyo sote tunajua Unapopata mgonjwa mwenye saratani anavalishwa maski akiingia kwenye watu, lakini bado ile immunity iko chini. Kwa hivyo, inawezekana kafika kule akapata maradhi ambayo pengine si maradhi ya kawaida, lakini kwa sababu immunity imeshuka chini, akapata shida hiyo. Mara nyingine pia wanapata sana upungufu wa damu, na hizi shughuli zinahitaji mwendo, zinahitaji kama alivyosema Shahidi, zinahitaji uwe mkakamavu. Kwa hivyo, ukiwa weak kutokana na maradhi subiri, umalize haya matibabu yake, halafu ndio upange safari yako ya Hija. Kwa hivyo kama shahidi alivyosema hapa, aligawa kwa mahujaji, halafu akaja kwenye taasisi. Kwa hivyo na taasisi pia tukazikumbuka hapa. Kwa hivyo tunazikumbusha taasisi, wa kwanza, mahujaji wanatakiwa wapimwe afya zao pale tu anapojiandikisha, Asisubiriwe mwisho karibu na safari, kwa sababu mbali na maradhi haya yaliyotajwa, lakini hata hayo maradhi mengine, kama hujaonwa mapema ukaanzishiwa matibabu, inawezekana ukafika kule safari, amini ibada nzima ya hija ikakushinda. Kwa hivyo kuonwa mapema ni muhimu kuliko kawaida. Taasisi inayochukua madaktari uh, mahujaji wa jinsia mbili zitatakiwa ziwe na madaktari wa jinsia mbili. Sisi tunaongozwa na dini na inapendeza, hujaji hajati wa kike atibiwe na daktari wa kike, hajati wa kiume atibiwe na daktari wa kiume. Wao wenyewe madaktari wanaruhusiwa kuzungumza, kwa hivyo wao watafanya consultation, watazungumza, lakini yule direct contact na hujaji iwe yule wa jinsia moja na daktari ambaye anaenda kupeleka malalimiko yake kuwaangalia mahujaji uh, wenye maradhi ya ngiri na tezi dume na Nate kuwashauri kufanyiwa upasuaji kabla ya safari. Tunazikuta hizi wakati tuko Mina pale, ambao uko kwenye kitovu cha chas ibada maanake, baada kwa mfano, umefika leo Mina, kesho naenda zako Arafa pale ndo ngiri anakuangusha na mashehe hapa anasema kuwa alhaji Arafa. Sasa itakuwaje wewe? We tunakupeleka hospitali ukalazwe, ufanyiwe operation au utapelekwa Arafa vile vile. Mambo ya mkojo mwenyewe, ushavaa ihramu zako, alafu unapata matatizo, huwezi kuzuia mkojo kutokana na tezi dume, unarudi hapa kama unasema shahidi Unajiuliza ili hija yangu mimi nimeifanya ndivyo, maana zile nguo zangu zilikuwa na najis au hazina najis. Kwa hivyo muhimu sana. Katika jambo kubwa sana walilotuambia Wasaudi mwaka jana kwenye semina tulioshiriki ni kuwa, miaka ya nyuma walikuwa wanaithamini sana hii alhaji Arafa. Kwa hivyo ilikuwa ukiwa unaumwa umelazwa, una wanachukua ambulance wanakupeleka kuanzia mwaka jana ameanza kutwambia ambulance kazi yake si kupeleka watu wa Arafa, kazi yake kuwatoa watu wa Arafa ikawaleta hospitali. Kwa hivyo mwambie hao watu wenu, sababu na lojiki yao nyingine wanasema huyu mtu yuko kwenye koma mfano, au yuko kwenye maumivu makali ya tumbo mfano, tatukimpeleka huko Arafa anaenda kufanya nini? kwa Arafa, si kwenda tu, maana kuna na objective zake, ufanye hivi ufanye hivi tu. Ala, mashehe wangu, tuambie. Kwa hivyo, kuanzia mwaka jana ameanza kusema ambulance zitatumika kuchukua mahujaji wale wanaopata shida kwenye viwanja vya Mina na vinginevyo, kuwaleta hospitali, sio kinyume chake. Taasisi zinatakiwa kujua kwa undani upasuaji wote uliofanywa, aliofanywa hujaji kwa undani kabisa. Kwa hivyo, mtu ukisema mimi nimefanya operation inabidi ujulikane operation wa wanadamu halafu, wao waangalie zinawezekana ikaleta shida gani wakati wa safari nzima. Chanjo za mahujaji tunaziomba sana taasisi zianze pale tu hujaji anapojiandikisha, hasa chanjo za, kuna chanjo baadhi ya chanjo hapa hazifanyi kazi kwa kuchanjwa chanjo moja, zinachukua miezi sita kwa hivyo mhujaji anatakiwa aanze kabla ya safari, sio hii mwisho ya kuwa sasa tunakaribia safari ndio tunatangazia chanjo jamani. Haya, chanjo zinaanza kuchanja mwaka 2026 tunategemea kutakuwa na chanjo aina nne mpaka sasa hivi: chanjo ya homa ya ini, chanjo ya uti wa mgongo, chanjo ya homa ya manjano yellow fever, na chanjo ya polio lakini wa Saudi walivyotumia hii, wamesema wao kikawaida, wanaendelea kufuatilia milipuko ya maradhi ya dunia. Kwa hivyo hizi ni basic tu, inawezekana Mungu atunusuru, yakatokezea ya maradhi ya maambukizi. Kwa hivyo wao wakatoa instruction nyingine, inabidi wagonjwa uh, mahujaji nao wapate chanjo za. Kwa hivyo ofisi ya Hija ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawasihi viongozi wa taasisi kukubali maelekezo ya madaktari kuhusu afya za mahujaji. Kwa mfano, hujaji amekuja kwenye taasisi yako, umruhusu daktari wako atakaposema mimi nahisi mgonjwa uh, hujaji huyu bora asiende hija, kwa sababu atakuwa nazo ya sababu zile ambazo zimetengenezwa. Alhamdulillah kamati hii imekubali kuwaangalia mahujaji wote ambao itatokezea, daktari hana uhakika au daktari ametoa maamuzi, na vile hujaji akahisi, ah, mimi bwana, naona wewe peke yako hunijenitosheleza. Kwa hivyo hii kamati itakuwepo kipindi chote cha hija na endelevu, insha Allah. Hujaji yoyote au daktari yoyote ambaye anahisi huyu, sina uhakika naye na hali yake hii anatakiwa ampeleke kwenye hiyo kamati. Kamati itakaa itasikiliza uzuri na itafanya maamuzi kwa ajili ya yule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.